Kwa wiki chache zilizopita tumekuwa tukichunguza hekima iliyoongozwa na Mungu kupitia Sulemani. Tumekuwa tukisoma mkusanyiko wa methali za Sulemani na hivi karibuni jarida lake la kibinafsi linaloitwa Mhubiri. Na sasa leo tunaanza masomo yetu katika wimbo maarufu wa mapenzi wa Sulemani, unaitwa Wimbo wa Sulemani. Sasa tunapata jina hilo moja kwa moja kutoka sura ya moja katika mstari wa moja ambapo tunasoma wimbo wa nyimbo ambao ni wa Sulemani. Sasa kifungu hiki cha Kiebrania wimbo wa nyimbo, au kinamaanisha kwamba wimbo huu ni bora zaidi ya bora, utaadhimisha kwa uzuri, upendo na ukaribu katika muktadha wa ndoa. Sasa kanisa limekuwa likipambana na kitabu hiki kwa kane nyingi kwa sababu mbili kuu. Kwanza, kitabu hiki ni cha wazi sana kihisia, karibu haukutegemei kitu kama hiki katika Biblia, sivyo? Nakumbuka wakati nilipokuwa seminari, nilikuwa nikimfundisha kijana ambaye alikuwa ameokoka hivi karibuni na hakuwa amelelewa kanisani, hakujua chochote kuhusu Biblia. Na jioni moja alipokuja kwa ajili ya masomo yetu pamoja, aliniambia Stephen, huwezi kuamini nilichokipata katika Biblia, na alikuwa karibu ana pumzi. Nikasema vema, umegundua nini? Akasema kitabu hiki hapa, Wimbo wa Sulemani kama kusema hii inafanya nini katika Biblia? Vema, nilimweleza kwamba Mungu mwenyewe ndiye aliyeumba upendo na ndoa. Kwa kweli, aliongoza harusi ya kwanza akimuunganisha Adamu na Hawa. Kwa maneno mengine, Mungu aliunda mipaka e, kwa mahusiano ya kingono kwa ujumla. Mungu aliunda ukaribu kwa ajili ya wanandoa, na Wimbo wa Sulemani ni mwongozo wa aina hiyo ya ukaribu. Sasa, sababu ya pili, eh, ambayo kanisa limekuwa likipambana nayo, eh, ni mbunu kidogo kuelezea, eh, kwa nini Mungu atumie mtu aliye na wake mia saba na vimada mia tatu kuandika mwongozo wa ndoa? Kwa nini Mungu atumie Sulemani kusherehekea kitu ambacho Mungu aliumba kwa ajili ya mwanamume mmoja na mwanamke mmoja katika ndoa? Hiyo hiyo kwangu ni kama kumuuliza mwizi wa benki aje benki na uweka mfumo wa usalama. Kweli, ukweli unabaki, na na ni jambo la kunyenyekea kwamba hakuna mwandishi yeyote wa kibinadamu katika maandiko aliyekuwa na sifa kamili kuandika neno lolote lililoongozwa na Mungu. Ndiyo maana Biblia hatimaye ni kazi ya Roho Mtakatifu. Ni kuambie eh, ukweli kwamba Mungu alimchagua Sulemani kuandika juu ya upendo na ndoa ni njia nyingine ya kukuza neema ya Mungu. Sasa wimbo huu unapoanza, kumbuka ni hadithi ya kishairi ya uchumba Inayopelekea ndoa. Katika mstari wa pili wa sura ya kwanza tunamkuta mwanamke kijana akijifikiria akibusu na mpenzi wake, na anasema hapa, na anibusu kwa busu za kinywa chake, kwa maana upendo wako ni bora kuliko divai. Na anafikiria ukaribu atakao kuwa nao hivi karibuni na mume wake mtarajiwa, na anakuwa ni mfalme Sulemani. Maneno yake hapa katika mstari wa nne yanaweza kutafsiriwa moja kwa moja, laiti mfalme angeniingiza katika vyumba vyake. Anatarajia hapa usiku wa harusi, na kwa hilo anaanza kuchunguza mwonekano wake mbele ya kioo. Kwa kweli kama bibi arusi yeyote, afurahi sana kila kitu anachokiona. Hapa katika mstari wa sita analalamika kuhusu ngozi yake kavu iliyokauka na kuungua na jua. Inaonekana ndugu zake walihusika na hilo, ikionyesha aina fulani ya mgogoro wa kifamilia. Sikiliza anachosema hapa: usinitazame kwa sababu mimi ni mweusi, kwa sababu jua limeniangalia. Wana wa mama yangu walinikasirikia na walinifanya kuwa mlinzi wa mashamba ya mizabibu, lakini shamba langu mwenyewe la mizabibu sijalitunza. Shamba lake mwenyewe la mizabibu hapa linarejelea mwili wake mwenyewe. Amejishughulisha sana na kazi za nje kiasi kwamba hana muda wa kujitunza. lakini kisha akili yake inatulia kwa ukweli kwamba licha ya mikono yake yenye magamba na ngozi yake iliyokauka na jua, mpenzi wake amemchagua kuwa bibi harusi wake. na kwa hilo, anarudi kumfuatilia katika mawazo yake Sulemani. anamwambia hapa katika mstari wa saba, niambie wewe, ambaye nafsi yangu inakupenda unachunga wapi kundi lako? unalilaza wapi wakati wa adhuhuri? Kwa nini niwe kama yule anayejifunika uso karibu na makundi ya marafiki zako? Sasa, Sulemani hakuwa anachunga mbuzi na kondoo wake mwenyewe bila shaka, lakini moyo wake unaonyesha imani yake kwake kama mwenye nguvu na anayeaminika. Na sasa, kwa mara ya kwanza, tunamsikia Sulemani, ambaye pia amevutiwa naye. Anasema hapa katika mstari wa tisa, ninakulinganisha mpenzi wangu na farasi jike kati ya magari ya Farao. Sasa sijui wanawake wowote wa ambao wangependa kulinganishwa na farasi jike, inaonekana kama tusi, lakini si katika siku za Sulemani. Magari ya vita ya Misri yalivutwa na farasi dume wachanga na kumwachilia farasi jike kati ya farasi dume kungekuwa na usumbufu mkubwa kwa farasi hao wa vita. Kwa hivyo Sulemani anasema kwa ufanisi, upendo wako unanivuruga kutoka chochote ninachofanya. Sasa hapa katika mistari ya 12 hadi 14 bibi harusi mtarajiwa ameketi na Sulemani sasa kwenye kochi, na anaelezea uwepo wake hapa kama umaua katika mashamba ya mizabibu ya Engedi. Engedi ni wasisi iliyojaa mimea mizuri huko katika jangwa la Yudea. Kwa hivyo anasema kwa ufanisi hapa kwamba mpenzi wake ni kama wasisi jangwani, na yeye anajibu hapa katika mstari wa 15, tazama wewe ni mzuri mpenzi wangu macho yako ni kama hua. Kweli, hiyo inanivutia zaidi kuliko kumfananisha na farasi. Baada ya kukaa pamoja na kuonyesha upendo wao kwa kila mmoja, kunaonekana kuna kukumbatiana na kubusiana kidogo uh, kunakoendelea kama tunavyosoma hapa katika sura ya pili na mstari wa sita mkono wake wa kushoto uko chini ya kichwa changu na mkono wake wa kulia unanikumbatia. Kisha ghafla ni kama anainuka hapa katika mstari wa saba na anasema nawaapisha, kwa maana halisi ni ahadi kwangu, enyi binti za Yerusalemu, kwa paa au kulungu wa shambani kwamba msichochee au kuamsha upendo mpaka utakapopenda. Sasa kwa hayo tunafika sura ya tatu na hapa kuna ndoto ya kuvutia ambayo anayo baadaye kidogo. Na katika ndoto yake hawezi kumpata Sulemani anapomtafuta kwa hofu, na hatimaye anampata na kumkumbatia na hataki kumwacha aende hata hivyo katika mstari wa tano anatoa onyo hili lilelile: nawaapisha enyi binti za Yerusalemu kwa paa au kulungu wa shambani kwamba msichochee au kuamsha upendo mpaka utakapopenda. Sasa unaweza kugundua kwamba Mungu hazungumzi katika onyo hili. Hata hivyo, kifungu kwa paa au kulungu wa shambani, katika lugha ya Kiebrania kinasikika kama kinachofahamika kwa namna fulani sawa na Bwana wa majeshi au Mungu mwenyezi. Kwa hivyo naamini kwamba kinachotokea hapa ni kwamba Sulemani anatoa dokezo la hila kwa Bwana. Katika shairi hili, onyo la mwanamke huyu kimsingi ni hili: nawaapisha kwa Bwana wa majeshi au Bwana Mungu mwenyezi, msichochee au kuamsha upendo mpaka itakapopendeza. Sawa, mpaka itakapopendeza nani? Sulemani anatarajia sisi sote kusema sawa, mpaka itakapopendeza Mungu. Kwa hivyo hiki ndicho onyo hili linachowasilisha: simama, zuia, usivuke mstari, amini wakati wa Mungu kwa wakati huo utakapoa. Tazama, onyo hili linahusu hatari ya tamaa ya ngono kwenda mbali sana kabla ya ndoa. Na wacha ni kuambie, hiyo hamu unayoweza kuwa unahisi kwa e mchumba wako, mvuto huo wa kimwili, hiyo hiyo ni sehemu ya mpango wa Mungu kwa kweli ni sehemu halali ya, ya aina hiyo ya kujitolea kwa kila mmoja. Hata hivyo, kwa wakati huu, kuvuka mpaka ambao Mungu ameweka kutasababisha tu kufadhaika na hatia. Kwa hivyo, hapa kuna onyo u usijaribu kuona jinsi unavyoweza kukaribia mpaka huo wa usafi wa ngono. Weka ulinzi. Kwa kweli, zungumza waziwazi na mpenzi wako kuhusu suala hilo. Weka uwajibikaji mahali E, weka alama za kusimama hadi mtakapokuwa mume na mke. Wimbo huu mdogo wa mapenzi, kwa njia, ni ushahidi kwamba Mungu anataka ufurahie kile alichoumba, lakini tu kwa wakati wake, kwa njia yake, na muhimu zaidi, kulingana na mpango wake. Kwa hivyo, huwa na subira kusubiri baraka za Mungu, kutakuwa na dhamani na hutajuta.